Naitwa Dada Kucha na leo niko kuwafundisha watu wote wanaojifunza kutengeneza kucha hasa kwenye kipengele cha kutumia nail drill ambao tunaita electric file sawa. So, electric file zipo za aina kama mbili, so far mimi ninazozifahamu. <laughs> Kuna electric file ambayo ni ya kucharge ambayo iko hivyo yenyewe tunaitumia ikiwa ni rechargeable na electric file ambayo ni ya kutumia kwenye umeme moja kwa moja sawa. Na pia kuna electric file ambayo imekuwa imeunganishwa na dust collector ambayo mara nyingi huwa tunaita ni dust collector, electric file. Okay, so leo mimi hasa nitakuja kubezi zaidi kwenye kutumia bits. Bits ni nini, bits zikoje, na jinsi ya kuchagua bits wakati unanunua na unatumia kwenye matumizi gani? Sasa utaniuliza bits ni nini? bits ni hiki iki iki kichuma ambacho hiki kichuma ambacho kinawekwa mbele ya electric file unapotaka kufanyia kazi zako za kucha, either ni kutoa ama ni kutengeneza kucha yako. So kwanza, kabla sijafika mbali discussion ya kuhusu bits, nitafanyia kwenye grupu letu ambayo bado linaendelea ambayo liko WhatsApp ambalo tunalipia kwa shilingi elfu ishirini tu kwa miezi sita. Kwa kama haujaelewa, una maswali, una nini, sehemu pekee pakuniuliza ni kwenye groupu tu. Kwa hiyo nitaeleza kwa kifupi bits ni nini na jinsi gani unaweza kuchagua bits wakati wa kununua ili kazi yako iwe nyepesi zaidi. So, kuna aina kama nne hivi za biti ambazo naamini kila anaweza kucha atakuwa amekutana nazo. Biti ya aina ya kwanza ni hizi biti ambazo zina chuma uh, chuma yake ni kama hivi, yani za chuma, sijui kama mnaiona. Na biti ya pili ni aina ya plastiki zenye ziko hivi regardless na imekaaje nyembamba nini, lakini namaanisha ni biti ya, ya plastiki ya plastiki Then kuna bits ambazo um, naita ni za diamonds. I'm trying kuielezea hii kwa Kiswahili ili tuweze kuelewa watu wote, lakini maneno yake ya Kiingereza kidogo yanakaa ugumu, lakini kwa sitaki niwaache wengine nyuma kwa, kuna bits ambazo ni za diamond za design hizi, ambazo i am very sure watu wote ambao wananuaga hizi hizi bits hizi hizi electric file lazima watapewa hivi kikimkebe ambacho kipo hivi ambacho ndani yake kinakuwa na hizi diamond bits pamoja na sanding bands. So ukiachana na hii, zinafuata hizi sanding bands. Hizi zenyewe zimetengenezwa kwa ajili tu ya kutunza mazingira, badala ya hizi ambazo ni za plastiki, tukitupa kwa kila sehemu tunaharibu mazingira, ama hizi za chuma ambazo zinachukua muda mrefu kuharibika. Zenyewe umetengeneza hii ambayo unachukua tu, zimetengenezwa kwa karatasi. Ukizi tupa tupa kwa ukizitupa toko nje ngapi zinakuwa zimeharibika. Kwa hiyo zenyewe zinakuja na kichuma chake kama hiki, kwa nafanya tu kuingiza kama hivi na kutumia. Hiki funo hii ni size nene kidogo mimi, na size hii ni mbamba ambayo pia naitumia ni nzuri sana, ambayo yenyewe iko hivi, you can see the difference, ni ndogo ikubwa, yeah. So zenyewe hizi ziko designed kwa ajili ya kucha aina zote. Sawa, huku kizishika kuna ambayo ni, ni nene kidogo kama unavyoiona na nyingine ambazo ni, ni, ni laini zaidi, ni laini au ni yani, texture yake ni laini, na hii texture yake ni nene, ni yani, na meno makali kwa ajili ya kutolea na kwa ajili ya kutengeneza kucha kwenye natural nail sawa. So nitaenda kuelezea jinsi gani ya kujua ipi ya kununua ipi ya kutolea sasa kwenye hizi za plastiki na za chuma ambazo mwanzo nilielekeza